Ni mara nyingine tena mahakamani hapa, ambapo shauri hili leo limeahirishwa baada ya upande wa Jamhuri kusema kwamba hawana shahidi, na kesi hii sasa itakuja tena hapa mwezi ujao kama ambavyo imeelekezwa ime, na kabla ya shauri hili kuahirishwa, kumekuwa na mvutano mdogo hapa wa kisheria, ambapo mheshimiwa su ametaka amehoji kwa sababu gani jambo hili limeahirishwa na kimsingi kwamba walipaswa wawepo mashahidi, lakini akasema kama jambo hili litabaki kwa hivi, anaomba apewe dhamana apewe, lakini kutokana na kishauri hili mahakama ikaamua kwamba hawezi kupewa dhamana kwa sababu kesi hii ni kesi ambayo haina dhamana. Kwa kama ukiangalia hapo, mheshimiwa Tundulisu anafungasha vilivyo vyake, ambapo wanatarajiwa kurudi tena hapa mwezi ujao ambapo shauri hili litaendelea kwa kuletwa shahidi wa wa wanne wa, wa, wa ambapo kwa mujibu wa cause list, utaratibu ambao ulikuwa umewekwa ni kwamba shauri hili litapaswa kurudi tena hapa tarehe tatu ya mwezi wa kumi na moja ni katika mahakama hii masjala ndogo ya Dar es Salaam ambapo shauri hili sasa litasimama kwa takribani sikukuu